Msanii wa mziki wa Bongo Flava Kusa kupitia ukurasa wake wa Instagram ameonyesha kusikitishwa na baadhi ya wasanii ambao wameonyesha kuumizwa na kile ambacho kimetokea, uh, kwenye uchaguzi huu mkuu uh, wa mwaka 2025 uliofanyika Oktoba 29 tukishuhudia Watanzania wengi wakipoteza maisha uh, katika maandamano ambayo yalifanyika siku hiyo na mambo mengine ya kisiasa ambayo yaliendelea kufanyika. Sasa, uh, kupitia ukurasa wake wa Instagram, Kusa, ameonyesha kualaumu wale ambao wamekuwa wakiandika jumbe tofauti tofauti e, kuhusiana na kile ambacho kilitokea. Kusah aliandika hivi: pesa mbele, utu ukabaki nyuma. Hata hamkuku, hamkukumbuka tena walipotutoa. Akaweka emoji ya kusikitika. Najua kuwa, upan, najua kuwa upande wao tulishindwa, basi tungekaa kimya. Kuandika RIP peke yake Haitoshi, maana walijua tu mtaandika acha. Waumie, acha waongee, wana haki. Akaweka emoji pia ya kulia. Walijua namna, walijua hamna siku mtaacha kuwa upande wao, lakini tumeshindwa hata kuwasamehe na kuwatetea, kisa pesa na nafsi na nafasi ambazo hatutadumu nazo milele. Moyo wangu unavuja damu kila nikisema nikae kimya, nafsi yangu inauma. Ndugu zetu wamekufa kikatili sana ameandika hivyo Kusah kupitia ukurasa wake wa Instagram, akiwasema uh, baadhi ya wasanii ambao walichapisha maandiko yao tofauti tofauti, akiwemo Diamond ambaye yeye pia aliandika hivi. Msanii Diamond yeye ameandika kuwa Mwenyezi Mungu ndio mpanga wa yote, na hapachatokea jambo pasipo yeye kutaka, na kila jambo hutokea kwa sababu, inshallah. Na kwenye hili Mwenyezi Mungu atujalie, atu sababu yenye baraka kubwa kwa taifa letu, atujalie amani zaidi ya tuliokuwa nayo mwanzo, atujalie upendo zaidi, umoja zaidi, mshikamano, kupendana, maendeleo na azilaze roho za waliotangulia Uh, mahala pema peponi, amin. Kiika imoji kama ya kuomba na kuweka love uh, kwa Tanzania. Msanii Marioo aliandika kuwa anatoa pole za dhati kwa familia, ndugu na watanzania wote. Mungu awape faraja waliopoteza wali wapendwa wao, atupe mioyo ya subira kwenye kipindi hiki kigumu. Mungu ibariki Tanzania. Mwingine anaitwa uh, Nandi aliandika kuwa anatoa pole za dhati kwa familia ya ndugu na watanzania wote, Mungu awape faraja waliopoteza wapendwa wao, na atupe sote hekima, amani na umoja wa taifa letu katika wakati huu. Uh, Neo Mitego aliandika mimi nipo salama, ndugu zangu, japo tumepoteza ndugu zetu wengi sana, hakuna damu inaendaga bure. Wal, malipo hapo malipo yapo hapa hapa, na Mungu ni mwema, tutashuhudia malipo ya umwagaji damu huu. Mungu awa lazima hari pema ndugu zetu waliopoteza maisha. Mwingine uh, Elizabeth Mike ameandika hivi kupitia ukurasa wake wa Instagram kuwa Dear Tanzania, samahani kwa kukuchukulia poa, samahani kwa kutothamini yale mazuri yote aliyotupa bila malipo yoyote tumekukosea na tumekufelisha. Akaeka emoji ya kulia akaandika, hatuna budi kukubali hivyo katika yote. Binafsi bado nina imani na wewe, najaribu kujishawishi kwamba pengine ulitaka kutupa funzo la kujua thamani ya yale yote tuliyoyaona ya kawaida sana. Tumejifunza japo kwa njia ngumu sana, ila tumejifunza. Kwa mapenzi ya Mungu tupe na fasi nyingine tuko tayari. Tumekosea na tumejifunza kweli, kila mmoja wetu kwa upande wake, kila, uh, bila kujali tofauti zetu za umri, elimu, itikadi na kadhalika. Kwa mapenzi ya Mungu tuwezeshe kuponya mioyo yetu kila mmoja sawasawa na majeraha yake, turudishie tena ule upendo, amani na mshikamano turudishie ile ya familia moja ya kuweza kuwa na mitazamo tofauti lakini bado tukawa familia moja, ile familia yenye kuweza kukubaliana kuto kukubaliana kwa hekima. Na kama kwa mara nyingine tena kama itakubidi kutupa mafunzo, maana hatutaacha kujifunza, basi mm, tuchagulie namna rafiki zaidi. Mm, amemaliza kwa kuandika wewe ndo asiri nchi yetu ardhi yetu kimbilio letu umebeba Uh, historia zetu umebeba umebeba baraka zetu na sio laana. Tum, tum, nimetamani sana kukaa kimya kujisahaulisha, lakini nimegundua njia mojawapo ya kupona ni kukubali tumekukosea na kurekebisha kuanzia sasa. dia Tanzania, tuombee rehema za Mungu, huruma ya Mungu, lakini zaidi hekima yake yenye kuzidi uwezo wetu wa kibinadamu. Amemaliza kwa kuandika hivyo. Elizabeth Michael Rule. Pengine hasa unadhani, eh, kwa hichi ambacho amekiandika wasanii tofauti tofauti kutokana na kile ambacho kimetokea kwenye maandamano uh, ama uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 uh, unalipi hasa unadhani, watu wengi wameonekana kuwalaumu sana wasanii wa Tanzania kushindwa kukaa pamoja nao na wengine wakisema kwamba inawezekana pia ni sehemu ya kazi yao pia, unadhani kwa wewe ambaye umeshuhudia, uh, hiki tokea mwanzo wa, wa mambo haya yaanze kutokea unadhani ni nini hasa wasanii wa Tanzania watakuwa wakifanye? Kwa, kwa sababu kuna watu ambao wanasema kwamba kuandika tu hivyo rest in peace sio sawa, na kama vile ambavyo ameandika uh, Kusah. Unadhani sasa ni uh, nini hasa ambacho wasanii wa labda, uh, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa Musa, Tanzania watakuwa wakifanye ili kuweza labda kuwagusa Tanzania, kuwafikisha kile ambacho wanakitamani wakisikia kutoka wasanii wao na kile ambacho mkwa kilia kwa siku nyingi, hasa mnambie katika sehemu ya maoni uh, hii ni Bongo Plus TV, asante kwa wakati wako bye, bye.